Na mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline huko mitandaoni ni tukio la mtoto wa Karina kuonekana kwa mara ya kwanza kabisa, na hili ni tukio ambalo limehappen jana majira ya mchana eh, pale airport jijini Dar es Salaam, wakati mwili wa Karina, thani, mba, eh, wa Karina ulivyokuwa unapokelewa. Nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba Watanzania na wadau wengi eh, ndugu jamaa, marafiki, mashabiki na watu mbalimbali ambao walikuwa wanamfahamu Karina walijitokeza katika uwanja e, wa ndege jijini Dar es Salaam pale airport kwa ajili ya kwenda kupokea mwili wa marehemu Karina. Na kiukweli kitu ambacho kimewaumiza watu wengi sana ni kwamba binti wa Karina, mtoto pekee wa Karina, naye pia alikuwa ni moja kati ya watu ambao walionekana katika harakati hizo za upokeaji wa mwili wa bidada huyo Karina. Na kusema ule ukweli ni kwamba huyo binti alikuwa analia kwa uchungu sana, na hata kumzuia ilikuwa ni mtihani kutokana na kwamba binti alikuwa na uchungu kupitiliza na ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimewaumiza watu wengi sana baada ya kuonekana binti huyo eh, pale airport akiwa anamlilia mama yake wakati harakati za kuchukua mwili huo kuupeleka nyumbani kwao Magomeni eh, zikiwa zinaendelea. Kwa hiyo, moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline huko mitandaoni ni tukio hilo ambapo eh, kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue, eh, kwa mfano hapa kuna page hapo ameandika kwamba binti wa marehemu Karina amewasili Tanzania, alikuwa masomoni, amewasili Tanzania, eh, kwa ajili ya kuendelea na shughuli za mazishi za eh, mwe, za mama yake. Wakaendelea hapa chini wakaandika kwamba, eh, hapa chini wakaandika kwamba inahuzunisha sana mtoto pekee wa marehemu Hawa Karina baada ya kuona mwili wa mama yake mzazi Umeona eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo, wadau mbalimbali hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mtu amesema kwamba Bwana Mungu ampumzishe. Kuna mtu hapa amecomment anaandika kwamba, maski ni dai inasikitisha sana kwa msongo wa bwana, Mungu ampe moyo wa uvumilivu, inabidi tumuombe huyu mtoto, kiukweli anapitia mazito, kwa mtu asongwe, bwana, poleni sana ndugu jamaa marafiki pamoja na wanafamilia. Umeona eh? So hizo ni comment ambazo zimejitokeza baada ya eh, hili tukio kuonekana kwa mtoto wa Karina akiwa anamlilia mama yake mara tu baada ya mwili kufika eh, airport yeah, Binti, actually kama ulikuwa ufahamu ni kwamba anaitwa Aisha. Kwa hiyo ndio maana hapo umesikia kuna mtu alikuwa anampa pole Aisha, ni kwamba binti alikuwa akilia sana, kwa hiyo watu walikuwa wanambembeleza. Ya, yeah. So ukiwa kama mdau, huweka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vilevile hakikisha vile, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.